Ndugu zangu katika Kristo, watu wengi wanajiuliza kwa nini Yesu alituma pepo waingie katika nguruwe. Alitaka kuonesha kwamba uzima wa binadamu unazidi kiumbe kingine chote ambacho hakikuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Uzima wa mtu mmoja hauwezi ukahesabika katika vitu. Akifa mtu mmoja au mmoja akikosa furaha, basi dunia nzima inabidi ikose furaha kwa sababu ya mtu mmoja. Tendo la nguruwe zaidi ya elfu mbili kutumiwa pepo wale inaonyesha kwamba Mungu anatupenda. Tunaanguka katika dhambi, lakini Mungu anakuwa karibu nasi kwa sababu ya upendo wake. Hakuna kiumbe kinacholingana na uhai wa binadamu, hakuna pia mnyama yoyote, damu yoyote, hata ya mnyama yoyote mwenye sifa, anayeweza kulingana na damu ya yule mwanadamu aliyekomboliwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo, Yesu sio kwamba hakupenda nguruwe, kwa sababu kila alichokiumba kiumba chote ni chema. Yeye alitaka kutuonesha kwamba uzima wa mwanadamu hawezi ukalinganishwa na kitu chochote. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.